Basi kando na hayo, huduma za afya ya uzazi ni haki ya kila mama. Hayo ni matamshi ya wadau wa afya waliozungumza katika wakati wa kina mama wajawazito waliposhiriki maonyesho ya ujauzito ya jamii hapa Kibera. Hafla hiyo ililenga kuangazia changamoto za uzazi katika mitaa ya mabanda na kuhamasisha upatikanaji wa huduma bora na nafuu kwa wote. Joseph Wakhungu na taarifa kamili. Furaha ilishamiri huku akina mama hawa wa wajawazito wakicheza densi waliposherehekea siku yao hii, walipokusanyika katika ma waliopewa jina Blooming Bump yaliyoandaliwa na hospitali ya Tuungane Woodley huko Kibera. Akina mama walioshiriki walielezea changamoto zinazowakumba wanawake wengi wa Kibera ikiwemo ugumu wa kupata huduma muhimu kama vipimo vya ultrasound na kununua virutubishi vinavyohitajika wakati wa ujauzito. Walisisitiza haja ya kupata taarifa sahihi ili kuwasaidia katika safari yao ya ujauzito.

Waandalizi wa tukio hili walisema maonyesho haya ni hatua muhimu ya kushughulikia changamoto zinazofanya uzazi katika mitaa ya mabanda kuwa hatari. the same systems in collaboration, you know, with the sub county health team, kundi la afya la kaunti ndogo ya Kibera lililosaidia kuhamasisha akina mama hawa kuhudhuria hafula hiyo, lilisisitiza umuhimu wa kliniki za wajawazito na likaonya kuhusu ongezeko la tatizo la mimba za utotoni katika eneo hilo.